Kuna kijiji kilichoishi familia moja kubwa yenye watoto wengi. Watoto hawa walikuwa wakipenda kugombana kila siku, kila mmoja akijiona bora kuliko mwenzake. Baba yao alichoka sana kwa mizozo yao, lakini hakutaka kuwafokea tu, alitaka wapewe funzo litakalobaki mioyoni mwao milele. Siku moja aliwaita wote na akaleta fungu kubwa la fimbo. Fimbo nyingi zimefungwa pamoja. Akawaambia: jaribuni kuvunja fungu hili la fimbo. Watoto wakajaribu kwa zamu, mmoja akakanyaga, mwingine akakaza mikono, lakini fimbo zikiwa pamoja zilishindikana kuvunjika. Walipochoka wote, baba akatabasamu, akafungua lile fungu na kutoa fimbo moja moja. Kisha akasema, sasa kila mmoja avunje fimbo moja. Kwa urahisi, kila mmoja alivunja fimbo yake bila shida. Baba akawatazama na kusema maneno ya hekima, mkiwa mmekasirikiana na kugawanyika, mko kama fimbo moja rahisi kuvunjika lakini mkikaa pamoja kwa upendo na mshikamano, mtakuwa kama fungu la fimbo, hakuna atakayeweza kuwashinda. Watoto walinyamaza, macho yao yakijaa aibu na tafakari. Kisha wakamkumbatia baba yao. Tangu siku ile, walijifunza mshikamano ni nguvu kuliko ubishi. Funzo: umoja ni nguvu. Utengano ni udhaifu. Kama unapenda simulizi za namna hii, unaweza kutufollow kwenye akaunti zetu za Manuva Forum, pia tembelea channel yetu ya YouTube kupata simulizi mpya kila siku saa mbili asubuhi.